MC Pilipili kwanza, pili, mimi ni mdogo wangu mdogo wangu kabisa okay. So kwa sababu kwanza nimesoma naye shule e, tumesoma utetanga chuo cha walimu, lakini pili, MC mimi kwake ni baba. Mimi ndio nimesimamia harusi yake, kwa hiyo e, ni mdogo wangu, ni mtu wangu wa karibu, na kwa kweli nimeumia kwa tukio hili ambalo limetokea e, kwenye maisha yake ya kawaida ya hmm, kila siku hmm, labda kuna vitu ambavyo Watanzania walikuwa wavifahamu hmm, ni vipi alikuwa anapenda nini? na Hmm, unaweza ukamzungumziaje, alikuwa ni mtu wa aina gani? Okay uh, kwenye maisha yake ya kawaida, vitu vingi ambavyo watu na, nadhani hawavifahamu ni hmm, kwamba jamaa alikuwa na ndoto na alikuwa na ndoto za kuja kuwa kiongozi wa serikali. Amepambana sana kutimiza hiyo ndoto yake ya kuwa kiongozi wa serikali, japo alikuwa hawezi kuwa haiweki sana public ni kitu ambacho amekuwa kikificha sana kutamani kuja kuwa mbunge, kutamani kuja kuwa diwani, kutamani kuja kuwa mtu fulani ambaye ana wadhifa fulani wa serikali. Lakini jambo lingine pia wote tunafahamu kwamba uh, Pilipili alikuwa mtu wa furaha, alikuwa ni mtu wa kutupatia furaha, alikuwa naipa furaha nchi nzima, kwa sababu kwanza alikuwa ni moja kati ya uh, comedians wakubwa wa kwanza kwenye nchi yetu, kuibua vijana wengi sana katika eneo hilo la, la, la, la, la komedi. Lakini pia wote tunafahamu kwamba Pilipili amekuwa the king MC. Yeye ndiye amekuwa MC bora ambaye amesafiri nafikiri kuliko mamc wengine nchi nzima, na amezalisha mamc wengi sana, kujua kwamba eh, kwenye tasnia ya umc unaweza ukawa mtu bora, ukafanikiwa. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikamweleza ujamaa, lakini pia tunasikitika kuona kwamba kifo chake kimekuwa ni cha ghafla sana, na hakuna mtu ambaye ametegemea. Ni lipi labda ambalo oh. Uh, la mwisho labda kama ulizungumza naye, maana ni mtu wa karibu, ulisimamia ndoa yake. Ni lipi ambalo la mwisho mliwahi kuzungumza labda, uh, unaweza ukashare na sisi? La mwisho ambalo naweza nikasema ni kwamba ni uh, mara ya mwisho nimeongea naye juzi, nilikuwa nina kikao naye, kati yake yeye na, na, na mke wake, kwa sababu kuna vitu ambavyo na mimi nimekuwa navisikia kwenye mitandao kwamba ana mgogoro na mke na wake. Nikampigia mke wake nikazungumza naye akaniambia, baba mwite mwenzangu, tukae tuka, tutazungumza kwa hiyo alivyokuja hivi Dodoma ndo nilikuwa na appointment ya kuonana naye leo baada ya kumaliza shughuli yake ya kazi. Kwa hiyo kwa kweli nasikitika kwa sababu sija sijakamilisha lile la kuzungumza naye pamoja na na mke wake. Mimi taarifa zake za kifo nimezipata nilikuwa kanisani. Najua nimekuwepo kanisani mpaka saa 12 vijioni. Kwa hiyo kuna mdogo wangu yuko Dar es Salaam, yeye ameona kwenye ameona kwenye ngazi na nani. Nilipigia simu akaniambia asikia MC Pilipili nafariki, mimi sikuamini. Nikapiga simu kwa wadogo zangu wengine na kawasiliana na Gosingasa pia kwa sababu ndaalie kuwa ameposti hicho kitu, na akaniambia kweli wako hapa ko. Nikafika hapa nikaona kwamba kweli msi hatunaye tena.